kila kitu na kuanza kumtumikia Mungu kwa nafasi ya uchungaji, lakini ilipofika mwaka elfu mbili sasa, mambo yakabadilika. Mwaka elfu mbili na mbili mambo yakabadilika, sasa nikaanza rasmi kuwa mwalimu wa vio hapo. Sasa ndipo nimeanza kuwa mwalimu wa vio mpaka sasa, nikimtumikia Mungu kufundisha kwenye vio mbalimbali mbali vya bibilia. hata leo uh, ilikuwa jana nimepigiwa simu na mtumishi mmoja wa Mungu profesa Uh, yupo anaitwa Profesa uh, Kinyamgara, yuko Kigoma, Kibondo, amenipigia simu akiniomba wiki ijayo nikafundishe kwenye chuo kwa wanafunzi wa degree ya kwanza, lakini nimekosa nafasi, nimwambia bana uh, sina nafasi kwa sababu ratiba ni nyingi, zimejaa. So, sasa hivi ninavyoongea na wewe kuna chuo chetu cha Lake East, Lake Bible College kina, kinaendelea kwa tawi la Bugando hapa Mwanza kinaendelea na Kemange tunaendelea na Bariadi tunaendelea, na vio vyote hivyo nasimamia. Kwa hiyo wakati mwingine nafasi yangu inakuwa ni ndogo kutoka, lakini napotoka huwa naona matu, matokeo makubwa, kwa sababu nakuwa niko ndani ya ule wito ambao Bwana mwenyewe ameniitia. Ndugu msikilizaji, niseme tu wazi kwamba, uh, inawezekana na wewe Bwana amekuita katika wito mkubwa wa kumtumikia, lakini inawezekana dalili zinaanza taratibu. Dalili zinaonekanaje? Moja ya dalili kubwa huwa ni pale ambapo unapata fursa za kumtumikia Mungu. Mimi nakumbuka wakati nikiwa kijana na kiongozi tu wa idara ya vijana, tulikuwa na timu kubwa. Sasa ndani ya timu kulikuwa na watu, najua huyu ni mwinjilisti. Tunapokuwa na ukuta mikutano ya nje ushuhudiaji mdogo mdogo tunamtumia kushuhudia, lakini mimi walikuwa wananitazama kama mchungaji. Palipokuwa tuna semina tunataka kufanya basi, walikuwa wanasema hapa atakuwepo Nyabagaka. Kumbe kwenye picha walikuwa wanaona huyu ni mwalimu, lakini huyu ni mchungaji. Hilo lilikuwa naanza kuonekana taratibu, lakini baadaye mchungaji wangu alianza kulipa fursa za kuanza kutumika kutoka sehemu mbalimbali. Nakumbuka mwaka 92 nilitoka, nilikuwa Misungwi, nilikuwa na semina pale kubwa nilikuwa na semina pale nianza